Ebwana, natokea hapa katika kijiwe cha makumbusho jijini Dar es Salaam, niana madhumuni niweze kukuhabarisha kile ambacho kinachokuwa kikihusiana na michezo na burudani. Michuano ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika imeendelea jioni ya leo. Young Africans wamepoteza dhidi ya Silver Strike, lakini pia vile vile klabu ya soka ya Azam Football Club, wameweza kuibuka na ushindi wa mabao mawili dhidi ya klabu ya soka ya KMKM niko na muhindi wa Simba, niko hapa ni yangu na madhumuni niweze kufahamu kile ambacho wamekiona dhidi ya watani wake ndani ya dakika 90. Asalamu alaykum mzee wangu. Waalaykum assalam. Hmm. Pole mzee wangu eh, na kweli inatuhusu. Pole kwa sababu Utopolo inawakilisha nchi ya Tanzania, na kama mwandishi juzi nilivyosema kwamba tuwe wazalendo wakati timu zetu ziko mashindano ya kimataifa unajua, mwandishi, mimi huwa kila siku naongea kwamba kuna klabu moja ambayo ndo inadhalilisha Tanzania, ambayo inadhalilisha nchi ya Tanzania ni Utopolo. Unajua hii timu mimi nasema hivi, afadhali mashindano ya kimataifa wajitoe Sio hadhi yao, wanaidhalilisha nchi ya Tanzania, sio hadhi yao, mwandishi eh? wanatuletea aibu, wanamletea aibu rais wetu Mama Samia Suluhu Hassan ambaye anakuza michezo eh? ni aibu. Wewe juzi si ndio ulikuwa ukiwa ukiwa ukiwapongeza yangafi? mimi niliwapongeza katika uongozi wa engineer Hersi eh. lakini kwa klabu sijaipongeza nilikuwa naiombea ipate ushindi ndio eh, hicho nilichokuwa naiombea kama taifa mm. Lakini wanatudhalilisha mwandishi eh. Mimi nasema Yanga afadhali wasicheze eh, au utopolo wasicheze. Unajua mwandishi mpira wa leo, eh, ucheza, wa leo walioucheza ni mpira wa hovyo, ni mpira wa kurukuruka tu, mpira wa kurukaruka basi, hamna walichocheza eh. Wao wanadai wana mchezaji Pacome blic sasa ni kuambia, ulimwona yule bleach ambaye alikuwa mchezaji wa nani Silver Striker, yeah. eh? yule ndo mchezaji yani ndo sahihi kuweka bleach, sio yeah? Sopakome alikuwa na rukaruka tu pale, yeah. Unajua leo, leo una mchezaji yeye, mmemwona nafaa kucheza simu? Ah, kwa me, mechi moja siwezi kujudge kwa mechi moja siwezi kusema kwamba huyu mchezaji mzuri, lakini mwandishi, hao tunavyowajua nyuma mwiko mchezo waliocheza leo yani walikuwa nakimbia kimbia, kimbia tu hawaeleweki. mpira unakuja mguni wanaupoteza eh? mpira unakuja mguni wanaupoteza. Sasa ni aibu kwa taifa la Tanzania. Mimi huwa kila siku naongea kwamba jamani, na leo asubuhi kuna klip niliongea kwamba jamani, tuwakilisheni vizuri nchi, msituletee aibu. Sasa wanaleta aibu eh? ndio hiyo Young Africans wametuletea aibu taifa la Tanzania, ndio yeah. Maana nasema hao hawa, wasishiriki hawana uwezo wa kimataifa, wajifunze bado kuendelea kujifunza kwa, kwa Simba uh -huh. Waendelee bado kujifunza, bado hawajafika ile kiwango cha kucheza michuano ya kimataifa, waendelee kujifunza kwa, kwa mnyama. Namna mnaiona Simba mnawafundisha Yanga uh -huh. uh -huh. Sana unafikiri mwandishi uh -huh. leo Yanga kushiriki michuano ya kimataifa 2018 alibeba una nani? Sisi tulikuwa mabingwa, lakini pointi zetu zilikuwa nyingi, ndo tulifanikisha Tanzania iwakilishwe na timu nne, ndo tumewabeba, lakini hawabebeki hao, wanatuletea aibu hao. Watu hawabebeki yani, hawabebeki kabisa yani, mashindani wa kima. Unajua tatizo michuano wanaocheza ni ya ndani, wanacheza na figisu zao Wana mtu wao mchawa wao ambao yuko kwetu, ndio eh? maana sisi tuna perform tunashindwa. Kuna chawa wao, kuna chawa wao eh, ambaye tunaye na wao wenyewe wanakiri kwamba kuna chawa wetu yuko kwetu. Wanakiri, msemaji wao wanakiri, ndio maana wanakuwa wana, wanachukua ubingwa wa ndani hapo. Lakini kwa nini kimataifa? Sisi tunataka kimataifa, upeperushe bendera ya nchi vizuri. Eh, kushinda michuano ya ligi kuu haina manani, haina thamani eh. Sisi tunataka utuonyeshe katika mashindano ya kimataifa eh, kwamba una standard gani, lakini sio ligi kuu. Ligi kuu haina thamani, ligi kuu haina thamani. Sasa unapewa tiketi unachofanya nini? Unapewa tiketi unachofanya nini? Una, unapewa tiketi unachofanya nini? Sasa mimi nakwambia wanaondolewa mimi nakwambia wanaondolewa eh? Utopolo wanaondolewa ile timu bwana, wamecheza mpira leo mwandishi, tuwe wakweli tusiwe wanafiki, ndio maana anasema wa, waache tu kushiriki mashindano kibaya. wao wache wawe wanachukua ubingwa wa, wa, wa, wa, wa ndani eh? Tunawaachia, lakini uwezo wa kucheza michuano ya kimataifa hawana ndio eh? Uwezo hawana, yaani wenyewe waamue tu wasicheze eh. wajitoe wao tunawachia ubingwa wa ndadi hapa, tunawachia. Kwani yeah. yeah. kuna mapungufu yapi ambayo umeona Young Africans wameyafanya? Kile wewe mwandishi, ukiona mpira walioucheza, alafu unasema wana timu, alafu yeah. unasema ni mabingwa wa Tanzania kweli hao sasa? ni mabingwa kwani? tunaongopa sasa, kwa mpira huo. Ndio maana nasema mwandishi, yeah. mpira wa ndani wanashindwa kwa kufigisu zao, narudia yeah. narudia kwamba tunafungwa na Yanga kutokana na uchawa ambao tunao pale wa Yanga, lakini Yanga hawana uwezo wa kutufunga sisi, mwandishi. Hawana timu. Young Africans wamecheza, lakini pia vilevile wametengeneza baadhi ya nafasi, ila wameshindwa kuzitumia nafasi walizokuwa wakizitengeneza kuwa magoli. Shida ya Young Africans katika eneo zima la ushambuliaji, pengine labda ni mapungufu madogo madogo ya baadhi ya wachezaji, ama ni umakini kwenye swala so zima la na kumalizia nafasi ambazo zinatengenezwa ndani ya Young Africans kwenye safu la ushambuliaji. Hawana wachezaji, wote wazee pale. Wao wanamtegemea huyu Pacome eh? Pacome naye kachoka. Unajua mwandishi, nawatumia na ujumbe watani wangu kwamba wasimsakame Forzi kabisa, Forzi wamwache, Forzi hana makosa, timu hawana hawana wachezaji Yaani wasimlaumu Forze kabisa, wasije wakae wanamlaumu, wana ana makosa hana makosa. Forze, Forze, Forze hana eh, makosa. Makosa, kwa timu hawana wachezaji, hawana si wale wachezaji wakina Pacome Zouzoua, wake na Maxi Nzengeli, wachezaji gani ambao wao tayari hao wamechoka, hao <laughs> tayari wazee wamechoka, walikuwa nakimbia kimbia kimbia tu, leo mpira unakuja, anashindwa kuweka mguni huyu mchezaji, ndio maana nasema wanakuletea aibu. Na mimi narudia, wasimguse Falls. Falls ni kocha mzuri yeah. Awe nao aendelee nao atambe nao bora, kama mnawachuza, ah, sio, mimi nakwambia kweli, Falls aendelee asiondoke. Au nimtumie kwa Kiingereza, Falls nimwambie salamu. Kocha Falls, I'm a simba fan yeah. I want you

They they show poor, they show poor, poor performance. You know, I just say that Uh-huh. They shouldn't participate in international matches. Uh-huh. They should be, get removed from this tournament. Kuna uh ujumbe gani wa kumwambia Enjinia Hersi Saidi baada ya kwa matokeo hayo? Uh-huh. Hersi Saidi mwandishi, kama nilivyomsifia kwamba ni kiongozi mzuri, lakini yeye hachezi mpira uwanjani yeye yeah, hachezi mpira uwanjani eh, mwandishi, mimi siwezi kumlaumu leo engineer Hersi kwa sababu yeye yeah, amesajili timu lakini timu haina performance, labda kwa usajili amefeli. Kwa upande wa usajili niseme amefeli kwa sababu hamna pale boele, yule boele. Mwandishi wewe Boe pia uliangalia mpira, angalia alivyocheza na anguka, anguka tu. Striker anaanguka, anguka tu uwanjani. Sasa striker gani huyo eh yeah, so sisi tunataka striker kama Mkwala, striker kama Selemani Mwalimu, wao ndio striker eh, hao ndio ma striker. Ndio maana nakwambia, kesho mnacheza lakini like. Kesho, kesho kwa uwezo kwa wa Mungu umesikia, hey. Kesho kwa uwezo wa Mungu hey. Kesho kwa uwezo wa Mungu, hey. Wa Mungu. Hey. tutashinda hey. Inshallah, kwa sababu kikosi tunacho kocha tunaye sasa. Huyu kocha wao mwandishi, yeah. Kocha wao muda wote kanuna hata, yeah. Wachezaji mpaka wanamwogopa kucheka, hajui mm. Muda wote kanuna ui.